Kokaragwe hapa Bukoba, nilikuwa siamini nilivyokuwa naambiwa habari za migomba. Sasa ndo ninaziona kwa macho, nami nimeamini. Halo, migomba ni mingi, kila unapokanyaga ni mgomba, migomba. Mashamba ya wandugu ni migomba, migomba. Haa. Nipotelea umundani naona migomba yes. Hakika, uh -huh. Ukisikia Bukoba ni ndizi basi ni ndizi kweli. uh -huh. Tuji hapa ninyi vijana ambao wale ma binti mnaowachumbia au mnaoambiana yule wa kwangu, yule atoki <laughs> kwamba mimi nikichumbia binti atoki, lazima akubali tu, lazima nikubalie, awezi kucheza mbazi, lazima la, labda ni mchungaji Ah, ni mchungaji unamtumikia Mungu au ni kijana unayemsikiliza yeyote hapo. Iko hivi hiviwagomba wow, iwa uh-huh. wow. iko hivi mtu wa Mungu, wewe hauna mamlaka ya mwisho, hauna mamlaka ya mwisho kwenye hayo mahusiano. Binti ndio mwenye mamlaka, we kijana wa kiume, huna mamlaka kwenye mahusiano. Ukiingia kwenye ndoa, wewe unakuwa na mamlaka, ila kwenye mahusiano hauna mamlaka, kwa sababu pale unapeleka ombi eh? unapeleka ombi, proposal kwamba bwana, nimekuona unafaa nanifaa na kwenye maisha, so naonaje, tuungane e, nikuoe uwe mke wangu hivyo. Lakini sio kusema mimi lazima nimchukue eti kisa wewe ni mchungaji. Kwa hiyo hakuna binti anakatalia, utakataliwa <laughs> mara nyingi sana Ukikaa kwenye mizani ya binti akaona ufai, anakuweka pembeni, iko sawa kabisa. Ni haki yake kabisa kukataa mahusiano, ni haki yake kabisa. Akiona mahusiano haya yanaenda ee, uelekeo huu <laughs> kama vile hatufiki tunakoelekea ni haki yake kabisa kukata mahusiano kwa sababu mwenye mamlaka kwenye hayo mahusiano ni binti, ila mwenye, mwenye mamlaka kwenye ndoa ni mwanaume. Kwa hiyo huwezi ukasema ah, pale hamna mimi. Kwa hiyo mwenye mamlaka kwenye mahusiano ni nani? Ni binti ni binti. Yee ndiye atakayeamua mnaendelea, au anakuruhusu naenda kwa wazazi, au hatakuwa so, tayari kupeleka mtu ambaye hajamprove, hajamwamini, hajamhakikisha kwao. Lazima ahakikishe usalama wake na hata pia uh, ili binti apimwe kama ni fact kabisa, kwasababu so, binti mmekutana huko labda, sijui Facebook au mmekutana mahali fulani, mmeanza tu kijuujuu, hujawahi kwenda kujitambulisha kwao, hujapeleka Uja, posa hujalipa mahari e, lakini hata kama umelipa mahari bado binti ana mamlaka ya kutemineta ya kuvunja hayo mahusiano kama anaona hili gari linasuasua. Kuna magari huku bwana yanaitwa Mshikamano, au kuna magari yanaitwa Mwamini Mungu. So wanaolipanda hilo gari udaku <laughs> huo na imani kwelikweli. Sasa uh, kama binti anaona haya mahusiano haifai kuendelea iko ndani ya uwezo wake kuvunja mahusiano, na sio kijana wa kiume, bado huna mamlaka, huna mamlaka juu ya huyo binti. Na binti mabinti, na nya cheni, kuvurutwa cheni, kuvurutwa cheni, kuvurutwa, unapaswa kumpima uwezo kijana ambaye anataka kukuoa, mpime uwezo. Ukiona ni mwepesi mwepesi, siku mnaingia kwenye ndoa, atakuwa karatasi. Nakwambia hata sulisuli kikipita ayu, hayupo pepo, utapita naye vibaya sana. So lazima uangalie huyu mtu ana, amekomaa kimaamuzi, amekomaa kihisia. So kijana tu anamka from nowhere anakwambia sijisikii kuendelea, sio mizimu, sio mapepo, nguakuwa ni kufungulia hii password kila mahusiano ndani ya miezi mitatu huwa yanapimwa. Kipimo huwa kinakuja ndani ya miezi mitatu, kama sio miezi mitatu, wengine anaweza kuwai, wengine anaweza kuchelewa, lakini ndani ya miezi mitatu expect a test. Lazima test itakuja, yeah itakuja kuprove kwamba uliamua kumwoa huyo binti kweli eh? Uliamua kweli, unaendeshwa na hisia au nasindikizana tu kubwana. Sasa binti anapoona kwamba mm, hii kitu naona ni kama vile natesa moyo wangu, e, sio mahusiano yenye baraka ndani yake. E, wengine wanaingia kwenye mahusiano prematurely, wadogo, yani ni wakubwa tu mandevu e, na sura hizo zimepigizwa pigizwa na maisha ko ndo anazani ni mkubwa huyu, amekuwa tu amerefuka tu, lakini akili bado iko mahali ni fupi. Kwa kwahiyo, bintu siendeshwe tu kama mtu. Unaona hatima yako iko salama, yes, unafanya maamuzi ya kuendelea naye. Lakini unaona huyu mtu ni kweli alikudanganya, yamkini alikudanganya. <laughs> viingia kwenye mahusiano o, amekuambia maneno mazuri huu uh, upendo uh, ili upime kwamba hii kitu uh, ni ya kweli, lazima usubiri kama miezi kadhaa, miezi kadhaa hivi, kama mitatu mingapi, ili kupima hii joto limepungua. Joto likipungua pale, ndiyo unaweza ukajua kwamba huyo ni mtu wa kweli, au alikuja kwa sababu ameniona Facebook kwa sababu hivyo. So lazima uwe na moyo wa utulivu usipeleke haraka haraka kumtambulisha kwa ndugu zako, utakuja kuumia. Utakuja kuumia, sio wewe tu, hata nami mwenyewe nimeumiza watoto watu. Sasa sitaki ku- ku uh, siongelee kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo natumia experience, experience yangu pia ili kukusaidia na wewe pia ili usije kuingia kwenye mkumbo wa wanaoumizwa. Yeah, na kwa kwa lazima kijana uko mik maamuzi, unapofanya maamuzi, lakini unapaswa kujua kwamba mamlaka ya mwisho ya mahusiano ni ya binti, sio ya kwako kwa. Mungu akusaidia sana na mtu wa Mungu kwa sababu eh, na, na- na naamini uki, ukiona unasumbuliwa ujua unapimwa akili. <laughs>